Bidayatan uhayikum bitahiyat lislam ala wahiya salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama kawaida, tunaendelea na mihadhara yetu au darasa zetu ambazo zinafundisha au ambazo zinaelezea kunako tabia nzuri, namna gani mwanadamu eh, aweza kuwa na tabia nzuri Uh, au namna gani khususan muislamu ambaye, kama tunavyosema kwamba mafundisho haya tunayatoa ndani ya Qur'an, kwa hiyo tunaelezea namna gani muislamu kama muislamu ambaye ana imani na kitabu kitukufu ambacho ni Qur'an, muislamu ambaye anamfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallam, Bwana Mtume ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimusifia na kusema wa innaka la ala khuluqin adhim, kwamba hakika wewe umefikia kilele cha hali ya juu katika upande wa kuwa na tabia nzuri. Sasa tunasema kwamba yule muislam ambaye amemwamini bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalama na kaamini kitabu ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala amekiteremsha ambacho ni Qur'ani lazima ajipambe na zile sifa ambazo ni za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalama, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu Wataala alivyomleta Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalama na Bwana Mtume akasema kwamba hakika mimi nimetimilizwa ili nije niziweke sawa, nizitimize zile tabia nzuri ambazo labda zilikuwa zimekosa zilikuwa hazipo ili Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aje kuziweka sawa a, zile tabia nzuri, ili sisi, wale, a, sisi ambao ni wafuasi wake tuweze kujipamba na zile tabia nzuri. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala baada ya kuona kwamba bwana mtume amefikia kilele cha hali ya juu upande wa tabia kisha, na akasema, yani kwamba bwana mtume kwa vile ndiye mfano wetu, anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba nyinyi na hususan hapa wanazungumziwa maswahaba ambao walikuwa katika zama zile na bwana mtume Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba hakika wamefikia na wao kilele au mwanamtume yani, inabidi wamchukulie kama kigezo chema hmm? Kwamba kigezo chema, kama unataka kuwa na tabia yoyote ambayo wewe unaona kwamba ni tabia nzuri, toba tabia tunasema kwamba ni tabia nzuri. Lakini kunakuwa na tabia nzuri upande wa, wa jambo fulani na mambo ni mambo mengi tu, lakini yote yanakusonya na nini na tabia nzuri na hapa tunaweka sawa kwamba kama tulivyoelezea kwamba neno tabia likija na sifa nzuri, tabia nzuri, hapa ndipo tunapolenga kwamba mwanadamu lazima ajipambe na sehemu hii. Neno tabia likija na mbaya, tunasema hapa mwanadamu lazima afanye nini, ajitenge na sehemu ya sifa hii yaani, tabia mbaya, ajipambe na tabia nzuri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini amtimilize Bwana Mtume? Lakini miongoni mwa malengo makuu ni kuja kutimiza zile tabia nzuri, na haya tutayaona katika mihadhara yetu. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anatu anatuonyesha aya nyingi ambazo zinatuhimiza kwanza, tuifanye nini? Tuitakase nafsi. Mwenyezi Mungu anasema qad aflaha man tazakka wadhakara sma rabbihi fasalla, kwamba hakika amefaulu yule ambaye anaitakasa na si kuitakasa tu nafsi yake na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na baada ya hapo, na kuswali. Kwa hiyo, angalia hapa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatanguliza neno kutakasa nafsi. Baada ya kuitakasa nafsi, nafsi itakapokuwa ni tahir, hapo utaweza wewe kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utaweza kuswali. Tukiingia katika kitabu ambacho kimeandikwa na Alama Makani Shirazi, akizungumzia masala ya tabia, anasema kwamba wa hadha, anasema kwamba walatifu fiha, kwamba na jambo zuri katika aya hizi ambazo nimezisoma anna dhikra tazkiya jaa qabla salati, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ametaja neno atazkiya kabla ya kutaja neno sala eh, wa dhikri lillah, na kabla ya kutaja dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Anaendelea kusema idh laula tazkiya, lau kama si kumtaja idh laula tazkiya kama si kutakasa nafsi wasafa arruhi, na kuitakasa roho, basi la yakunu lisalati maana wala lidhikri llah, kwamba lau si kuitakasa nafsi, basi swala itakuwa haina maana na vile vile dhikri ya Mwenyezi Mungu, kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wataala itakuwa haina maana. Kwa hiyo angalia Mwenyezi Mungu anasema

Kwa hiyo hapa kuna mambo ambayo ni matatu. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu anataja kuitakasa nafsi. Jambo la pili, Mwenyezi Mungu anataja kumtaja yeye, eh, kudhikir, kutaja jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataja kuswali. Sasa waweza ukajiuliza hapa je, kuna tofauti gani kati ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala na kuswali. Naam, japokuwa uh, riwaya nyingi zinaonyesha kwamba aya hii imeteremka ikiwa inakusudia masala ya hija yani, kwanza uh, kutoa zaka na baada ya hapo ndipo uswali, lakini vile vile aya hii tunaweza kuitumia hata katika masala haya ambayo tunazungumzia ya akhlaki kwamba mwanadamu kama mwanadamu ili afanikiwe katika masala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza, lazima aitakase nafsi yake, na baada ya kuitakasa nafsi yake am, am sabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaju, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na baada ya hapo aswali na toba. Ni katika masala ya ne, tuki, tukiangalia neno qad e, aflaha man tazakka. Neno tazakka ambayo ni tazkia, kwamba tazkia inakuja kwa maana au kwa lugha ya Kiarabu inamaanisha ina, ina utakaso, yani tuna atathir, yani kutakasa au kukitakasa kitu fulani sana. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia neno hili ndani ya Qur'ani kwamba atazkia akikusudia kama mtu una mali unato, unatoa zaka, ina maana neno zaka linatokana na hili neno atazkia, kwamba kutoa zaka unazitoharisha zile mali zako kutokana na haramu, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala aweze kukujalia kwamba naam, kwa sababu mali wakati mwingine zinaweza zikaepukana na haramu na wakati mwingine haziwezi kuepukana na haramu kwa njia kwa njia moja ama nyingine. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametulazimisha au ametuwekea system ya kutoa nini zaka, yani kwa ajili ya kuzitoharisha mali zetu. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kutumia neno eh, atazkia. Sehemu nyingine ya pili ni kutumia neno atazkia ukiwa unaitakasa nafsi yani nafsi yako uitakase eh, itokane na uchafu na tabani. Jana au na juzi au kuanzia, tuanze kuzungumza tuanze kuzungumzia masala ya nini, ya kuitakasa nafsi, nimejaribu kuelezea kwamba nafsi kama nafsi ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inahitaji uipe chakula, unahitaji uitakase ili mambo yote ambayo yanasimamiwa na nafsi yaweze kuwa sawa, na nikaelezea kwamba nafsi kama nafsi ndio inayosimamia mambo yote ya ndani, kwamba akili kama akili inakuwepo, lakini kiongozi wa akili ni nini? Ni nafsi na vitu vinginevyo, kwamba endapo wewe utakuwa hujaitakasa nafsi, hata akili yako itakuwa haiko sawa. Yani akili yako inawezekana iko sawa katika ku kwa katika maswala fulani, lakini kwa vile tunasema kwamba masala ya tabia yana yana dauu muhimu sana katika kumjenga mwanadamu na katika kumfanya akili yake ifanye vizuri kisawasawa. Kwa hiyo kama hujaijenga nafsi, na nadhani kwamba akili yako itakuwa haijakamilika vizuri, na ndiyo maana bwana Mtume akatimilizwa ili aje kuweka masala haya ayaweke sawa ili mwanadamu aweze kutimia. Natwabani, tukisema kwamba ili mwanadamu aweze kutimia, ina maana atimie upande wa akili, atimie upande wa kimwili, yaani mambo yote ambayo yamemuunda mwanadamu. Sasa ataweza kutimia kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya tabia nzuri ambazo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi waalihi wasalama amekuja kuzitimiza. Kwa hiyo sehemu hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatumia aya hii kutuonyesha kwamba, au ndio maana ametanguliza neno kuitakasa nafsi, atazkia at kwamba lazima kwanza tuzitakase nafsi zetu, na ndio maana nikasema katika mihadhara yetu iliyopita kwamba zamani maulamaa kabla ya kuanza kumfundisha mwanafunzi, kwanza wanamwekea barnamiji wanamuwekea ratiba ya kuweza kuitakasa nafsi, atakapofikia kilele kwamba huyu mwanafunzi nafsi yake imetakasika, na sasa hivi alipo ana uwezo wa kupokea maarif alilahiya, eh, anaweza akapokea maarifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, basi maulamaa wanaanza sasa kumfundisha. Na kwa kweli ilizaa matunda sana kwa sababu, kama nilivyosema, kwamba nafsi ikiwa imetakasika, kila kinachoingia katika akili yake, ina maana kinapingana, kile kizuri kinapingana na nini? Na matamanio yake mm. na jambo chafu haliwezi likaingia katika akili yake, ina maana akili itasukuma itakwambia, itasema hapana, jambo hili chafu haliingii katika akili eh. kwa sababu nafsi kama rais nafsi kama ambayo ni kitu kama ambacho kitu, ni kitu ambacho kinamwongoza kina, mwanadamu basi kiko kina nguvu. Nafsi ikiwa na nguvu, akili itakuwa na nguvu na matamanio yatakuwa hayana nguvu. Nadhani masala hizi nimezielezea sana kuhusiana na masala ya, na ya, ya, ya, ya, ya shahawa masala ya, ya, ya matamanio ya nafsi ambayo yanapingana na akili ya mwanadamu. Kwa hiyo ukija sehemu hii utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka atuwekee system ya kuweza kufikia kamali, kufikia ukamilifu. Kwanza tuanze kujitakasa na tobani. Kila mmoja anajitambua kwamba mimi hapa nilipo, moyo wangu ni msafi au moyo wangu ni mchafu. Kila mmoja anajifahamu. Sasa alhamdulillah kama moyo wako utakuwa ni msafi na unajitambua alhamdulillah, basi basi endelea hapo hapo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka hivyo, na endelea kuchukua na kutafuta maarifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama moyo wako ni mchafu, ndugu yangu Muislamu, basi hakikisha unaweka barnameji na ratiba ufuate aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ndugu yangu Mwislamu, kama moyo wako utakuwa ni mchafu hivi je, hivi kweli utaweza kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala? Utaweza kukaa eh, na kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala? La hasha wakala, ni jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu moyo wako ni mchafu, roho yako ni chafu, nafsi yako ni chafu. Na tabani nafsi na roho ni maana moja, ukisema roho ndio nafsi na nafsi ndio roho. Kwa hiyo kama hujaitakasa mimi nakwambia ndugu yangu Muislamu, bado, kama waswahili wanavyosema kwamba utakuwa unatwanga maji kwenye kinu. Ina maana wewe utakuwa huja hujafikia yale malengo ha? utakuwa hujafikia yale malengo ambayo Mwenyezimungu subhanahu wataala. Kwa hiyo utakuwa unatwanga maji kwenye kinu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa Muislamu ratiba kamili. Na toba ndio maana tunasema kwamba Uislamu ni ratiba kamili ya mwanadamu. Mwanadamu endapo atakuwa hajashikamana na Uislamu, ina maana ameacha ile ratiba ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea, kwa hiyo tunawasisitiza Waislamu washikamane na aya hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala aliposema kwamba eh, amefaulu hakika amefaulu yule ambaye anaitakasa nafsi. Na baada ya kuitakasa nafsi na kum, anamtaja Mwenyezi Mungu, kulitaja jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anasema kulitaja jina la Mwenyezi Mungu hapa si kulitaja jina tu Mwenyezi, bali ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala. Na baada ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala, kisha wewe anza kuswali swala yako itakuwa sawa. Na ndio maana na ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema as asalatu amudu dini in kubilat kubila masiwaha wa in ruddati rudda masiwaha, kwamba swala ni nguzo ya dini, kama itakubaliwa na mambo yote yatakubaliwa na kama itarudishwa basi mambo yote yatarudishwa, kwa sababu hiyo swala utakuwa umeiswali bila kupitia zile njia ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka. nadhani kufikia hapa Uh, tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni katika watu ambao wanazitakasa nyoyo zetu, ili tuweze kufikia uh, kilele au tufikie ukamilifu ambao kwao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtimiliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalama, wa ilahuna aqul lakum wassalamu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya muqallibal qulubi wal